Jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke anayefahamika kwa jina la Zulfa Mathew Timamu, mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Tandika, wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mchanga mwenye jinsia ya kiume muda mchache tu baada ya kujifungua. Taarifa ya kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Mtaki Kurujila ametoa siku ya tarehe tatu mwezi Juni mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano inasema kwamba tukio hilo limetokea jana tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tisa alasiri huko maeneo ya Tandika katika nyumba anayoishi mtuhumiwa, baada ya majirani kusikia sauti ya kitoto kichanga kikiwa kinalia. Baada ya muda mfupi sauti hiyo ikakatika, tena waliamua wali kutoa taarifa katika kituo cha polisi huko Mtwara. Chanzo cha tukio hilo baada ya mtuhumiwa kuona atazidiwa na majukumu. Chanzo cha tukio hilo ni baada ya mtuhumiwa kuona kwamba atazidiwa na majukumu ya kulea mtoto huyo kwa kuwa kabla ya kichanga hicho kuzaliwa alikuwa ana mtoto mwingine mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu ambaye bado ananyonya. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa alijifungua salama. Baada ya kujifungua, alimchukua mtoto huyo ambaye alikuwa hai na kumweka kwenye ndoo ndogo yenye ujazo wa lita kumi kisha kufunika ndoo hiyo ambayo ilikuwa na mtoto ndani yake kwa kutumia mfuniko, kitendo kilichopelekea kichanga hicho kukosa hewa na hatimaye kufariki dunia. Uchunguzi wa tukio hilo utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani, na mwili wa mtoto huyo umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu na pia vilevile vile ni kwamba Jeshi la polisi mkoani Mtwara linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa vitendo vya ukatili ambavyo vitakuwa vine ambavyo vitatokea popote pale, na wananchi watoe taarifa haraka kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria katika maeneo wanayoishi kupitia viongozi wa serikali na mamlaka zinazotambulika kisheria. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hii ni habari ambayo kiukweli imeshangaza watu wengi na kusikitisha watu wengi sana. Imetokea huko Mtwara. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.